Mavala oye, oye! Mheshimiwa mkuu wa wilaya inaonekana wananchi wa Mavala hawajaridhika na maungani sasa, kwa sauti hizi ambazo wanazionesha, bado kabisa hatujaridhishwa kuona kwamba kweli wana Mavala. Leo nataka mradi huu tuuzindue sasa. Mimi narejea kwa mara ya mwisho, mii nimeshakagua sasa kule nilipotoka nimetoka nilipo nikiwa nilipo na furaha. Sasa hapa nilipo pengine akaja maamuzi mengine. Sasa tusije tukalaumiana na Mavala. Sasa wakojilaumu itakuwa ni nyinyi wenyewe? Sisi maana tumekuja omana tumekuja hapo. Mheshimiwa mkuu wa wilaya akafanya jitihada kubwa na kuhakikisha Mwenge wa Uhuru upiki pamoja na wasaidizi wake wote. Sasa tusiwaangushe Mavala oye <laughs> Samia oye, maji safi na salama oye, Uwasa oye, Mheshimiwa mkuu wa wilaya, viongozi mbalimbali waliopo hapa, wajumbe wa kamati ya usalama ya wilaya, viongozi wa Chama cha Mapinduzi wakiongozwa na mwenyekiti na katibu, ndugu mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya Ludewa Ndugu mwenyekiti wa halmashauri, waheshimiwa madiwani, mheshimiwa mbunge wa jimbo hili, lakini kipekee nitambua uwepo wa meneja wa RUWASA mkoa huu wa Njombe, lakini pia na meneja wa RUWASA wilaya hii ya Ludewa. Ndugu wananchi, ndugu viongozi, mabibi na mabwana, Jamhuri ya Muungano wa, wa Tanzania masigu Dokta Samia hoye <tipos> Dokta <Dr>. Samia safi jamhuri <tipos> ya muungano wa, wa Tanzania. Mheshimiwa mkuu wa wilaya, kwa kweli niendelee kukushukuru weye pamoja na wasaidizi wako wote, lakini pia na wananchi wetu ambao wapo katika eneo hili. Kwa kweli leo hii wana Mavala wameonyesha hamasa wameonyesha upendo wameonyesha ukarimu juu ya kupokea mgeni wetu. Naomba wajipigie makofi mengi sana ndugu zangu, wana Mavala. Wakati tunakuja katika eneo hili hatujafika huku nyuma ambapo tulitokana na mradi wa usafi wa mazingira, mheshimiwa Mkoilali alikuwa ananiambia, ndugu kiongozi, sasa hivi tunaenda kwenye mradi wa maji safi na salama, mradi huo unaotekelezwa na kusimamiwa na wenzetu wa RUASA lakini kiukweli, tutakapofika na mwenge wa uhuru, wananchi wa Mavala watakuwa na furaha kubwa na mapenzi makubwa juu ya kuupokea mwenge wa uhuru. Kwa kweli, mi nawashukuru sana wenzangu wa Mavala, ongereni sana kwa kuonyesha upendo juu ya mwenge wa uhuru pekee. <coughs> niwashukuru wana Mavala kwa kuendelea kuunga mkono jitihada zinazofanywa na serikali hii ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hasani. Kwa kweli Daktari Samia Suluhu Hassan amekuwa akifanya kazi kubwa ya kuhakikisha anaondosha changamoto zilizopo katika maeneo yetu hi, na ndiyo maana leo hii tumefika na mwenge wetu wa uhuru kujionea mradi wa kisasa na wenye ubora wa maji safi na salama. Kwa kweli, ongereni sana, tumpigie migofu mingi sana Mheshimiwa Rais. <coughs>